Marekani inasitisha baadhi ya shehena za silaha kwenda Ukraini huku ukiwa na wasiwasi kwamba hifadhi zake zimepungua sana, maafisa wamesema jana Jumanne, hali ambayo ni kikwazo kwa nchi hiyo inapojaribu kuzuia mashambulizi yanayoongezeka kutoka katika taifa la Urusi. Mabomu kadhaa yaliahidiwa hapo awali kwa Ukraini chini ya utawala wa Biden kusaidia ulinzi wake wakati wa vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka mitatu. Usitishaji huo unaonyesha vipaumbele vipya chini ya Rais Donald Trump na ulikuja baada ya maafisa wa ulinzi kukagua akiba ya sasa ya Marekani na kuibua wasiwasi wa kuendelea kusalia na shehena hiyo. Katika taarifa yake, wamesema uamuzi huu ulifanywa ili kuweka maslahi ya Amerika kwanza, kufuatia mapitio ya usaidizi wa kijeshi wa taifa letu na usaidizi kwa nchi zingine ulimwenguni. Msemaji wa White House Anna Kelly alisema katika taarifa, nguvu ya wanajeshi wa Amerika bado hajatiliwa shaka, iulize tu Irani. Hiyo ilikuwa ni kumbukumbu ya Trump hivi karibuni kuamuru mashambulizi ya makombora ya Marekani dhidi ya maeneo ya nyuklia nchini Irani. Hifadhi za Pentagon za baadhi ya silaha zinaonekana kuwa chini zaidi. Ukaguzi wa Pentagon uliamuru kuwa hisa zilikuwa chini sana kwa baadhi ya silaha zilizoahidiwa hapo awali, kwa hivyo usafirishaji unaosubiriwa baadhi ya vitu hautatumwa, kulingana na afisa wa Marekani ambaye alizungumza kwa sharta la kutojulikana kutoa habari ambayo bado haijawekwa wazi, lakini idara ya ulinzi ya Marekani haikutoa maelezo zaidi juu ya ni silaha gani maalumu ambayo imezuiliwa. Kusitishwa kwa baadhi ya silaha kutoka Marekani ni pigo kubwa kwa Ukraini, kwani Urusi hivi karibuni imezindua baadhi ya mashambulizi yake makubwa zaidi ya angani katika vita hivyo, katika kampeni inayoongezeka ya mashambulizi ya mabomu ambayo yamedidimiza zaidi matumaini ya mafanikio ya juhudi za amani zinazosimamiwa na Trump. Mazungumzo kati ya pande hizo mbili bado yamesimama. Hadi sasa Marekani imeipatia Ukraine silaha ya msaada wa kijeshi wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 66 tangu Urusi ilipoivamia Ukraine mwaka 2022 mwezi Februari. Katika kipindi cha vita, Marekani imesisitiza mara kwa mara washirika kutoa mifumo ya ulinzi wa anga kwa Ukraini, lakini wengi wanasitasita kuacha mifumo ya hali ya juu hasa nchi za Ulaya Mashariki ambazo zinahisi kutishiwa na Urusi. Arbridge Kobli, naibu waziri wa Wizara ya Ulinzi wa Sera, alisema maafisa wanaendelea kumpa rais chaguzi thabiti za kuendelea na msaada wa kijeshi kwa Ukraini kulingana na lengo lake la kumaliza vita hivi e, vya kutisha ulimwenguni. Wakati huo huo, idara inachunguza kwa ukali na kurekebisha mbinu yake ya kufikia lengo hili na pia kuhifadhi utayari wa vikosi vya Marekani kwa vipaumbele vya ulinzi wa utawala, Kobli alisema katika taarifa yake. Trumpu alikutana na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kando ya mkutano wa kilele wa NATO wiki iliyopita na alikuwa ameacha wazi uwezekano wa kutuma Kiev mifumo zaidi ya makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot iliyoundwa na Marekani akikiri kwamba ingesa sana Ukraini. Maoni hayo yalidokeza kufikiria juu ya kutoa silaha kwa Ukraini ambayo imeanza kubadilika katika utawala katika miezi ya hivi karibuni. Katika ushahidi mbele ya wabunge mwezi Juni, waziri wa ulinzi Peter Heok alisema amechukua hatua haraka kukomesha programu mbovu ya kuelekea ufadhili kwa malengo makuu ya Donald Trump. Hese alisema amani iliyojadiliwa kati ya Urusi na Ukraine, ambayo imekuzwa kwa miezi kadhaa na Trump, inaifanya Marekani kuonekana kuwa na nguvu ingawa Urusi ndio mchokozi katika mzozo huo. Pia, alisema bajeti ya ulinzi inajumuisha chaguzi ngumu na inaonyesha ukweli kwamba Ulaya inahitaji kujiinua zaidi kwa ajili ya ulinzi wa bara lake na Rais Trump anastahili sifa kwa hilo. Waziri huyo wa ulinzi aliwaambia wabunge mwezi uliopita kwamba baadhi ya matumizi ya usalama wa Marekani kwa Ukraine bado yalikuwa katika maandalizi bila kutoa maelezo zaidi, lakini alisema msaada kama huo ambao umekuwa na nguvu kwa miaka miwili iliyopita utapungua. Amenukuliwa akisema utawala huu una mtazamo tofauti sana na mzozo huo. Alisema kwamba tunaamini, suluhu ya amani iliyojadiliwa ni kwa manufaa ya pande zote mbili na maslaha ya taifa letu. Mabadiliko hayo yanakuja baada ya Hoso kuruka mkutano mwezi uliopita wa kundi la kimataifa la kuratibu msaada wa kijeshi kwa Ukraini ambao Marekani iliunda miaka mitatu iliyopita. Kutoka kujua hili hapa, iwapo Marekani itasitisha kabisa misaada ya kijeshi kwa Ukraini, wakati Marekani na Ukraini waliingia mkataba wa kijeshi pamoja na madini, huku Marekani ikitakiwa kunufaika na madini kutoka Ukraini na Ukraini ikitakiwa kunufaika na ulinzi wa Marekani, nani atakuwa amepoteza zaidi? Lakini itakuwa sio sehemu ya kuvunja mkataba. Kutoka kujua hili nimemuuliza Hamduni Malesele akiwa Mwanza, Tanzania, pamoja na mambo mengine lakini kwanza nimemuuliza hatua hii ya Marekani kutangaza kuanza kupunguza msaada wa silaha kwa Ukraini ina maana gani kwa Ukraini ambayo imekubali kuingia mkataba wa madini na Marekani. Marekani kama itapunguza misaada ya Ukraine ni jambo la leo, ni jambo amelizungumza Trump wakati wa kampeni zake za uchaguzi, akisema kwamba ataakisha kwamba vita kwa kwa kati ya Ukraine na Urusi litamalizika haraka iwezekanavyo kinda akapata madaraka. Jambo la pili akataka kuakishiwa kwa kwamba alipokapata kwa madaraka akisaakuakishiwa masari eh, ya Marekani analindwa. Kwa hiyo akaambia Ukraine, hutanipa madini ya crom madini ya uranium na madini ya crotonium eh, na mimi si kwamba nitalilinda eneo lote la Ukraine bali nitalinda maeneo yote ya Ukraine isipokuwa Donbas ambayo Donetsk, Zaporizhzhia na maeneo ya namna hiyo e, ba, na, na, na kwa kuliweka vizuri, akamwambia jambo hili yani hayo maeneo inabidi umwachie Urusi, ili iwe ni sharti ya kuwacha vita. Anaamua kumwambia Ukraine kwamba atapunguza misaada ya silaha e, ili kuhakikisha kwamba haribu uhusiano na Kremlin. Tukiangalia kwa Ukraine mwenyewe ambaye atasitishiwa silaha na Marekani kwa siku za hivi karibuni e, lakini yeye bado hajatoa taarifa juu ya kwamba e, iwapo kama uh, kitendo hicho kitakamilika itakuwa ni sehemu ya Marekani kuvunja mkataba e, kuathirika kwake moja kwa moja, pengine kutakuwa kuna backup ya moja kwa moja kutoka kwenye mataifa mengine ya Ulaya ambayo kwa kiwango kikubwa bado yanaendelea kutoa e, vigugumizi Trump ameshatishia tayari uh, kwamba atapunguza bajeti yake kwa NATO na ataondosha vikosi vyake katika baadhi ya maeneo ya Ulaya ambayo ambavyo walikuwa wanajitegemea sana watu wa Ulaya, na amewaambia watu wa Ulaya lazima watafute fedha za kusaidia ulinzi wao wenyewe. Yeye hawezi kuendelea kuwalinda muda wote mpaka maka daasirazo wamefanya hivyo, mrali wao wapo katika kibando kibaya mno. Sasa kwa hichi unachokizungumza, huoni kama itakuwa ni anguko la moja kwa moja na kushindwa kabisa kwa Ukraine? Ina maana akishindwa Ukraine ni NATO wenyewe wameshindwa na umoja wa Ulaya kwa ujumla eh, kitakuwa ni kushindwa kwa Ulaya na NATO kwa maana ya kushindwa kumpata mwanachama mpya na mbinu za hila na ghiliba, na kujaribu kuwa karibu na Urusi kimipaka ili kuhakikisha kwamba mabda ma yakutokea ma mapambano kati ya Urusi na NATO, basi badala ya kutumia maan intercontinental ballistic missiles ya ICBM, watatumia mizinga ya Trenon, ya kawaida ya kurusha mabomu ndani ya Urusi na kadhalika na kadhalika, na kufanya kile walichofanya kama walivyoingia katika mkoa wa Kursk, katika nchi ya Urusi kwa kutumia Ukraine, japokuwa kuondoka kwa Ukraine wa hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi. Ha, watu wako umewapa mamlaka kwa jina lako Yesu wapone una ubaguzi, wote ni sawa kwako. Umetuita Yesu tupone, hakika we ni mwema. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makumno. naitwa Jafeti Zabloni, na angalia Msasa Online, karibu sana.

ya harusi haikuwa rahisi tu. Tufike leo hapa hii tulipo ndio siku yetu muhimu ya harusi sasa, nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja Upendo na ongeza nawe, ongeza heshima na pandisha, tuwe pamoja sweetie, sweetie, sweetie.